Waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi na utawala bora, Angela Kairuki, ametaka maelezo ya haraka juu ya matumizi ya zaidi ya shilingi bilioni mbili nukta nne sita zilizotolewa na serikali kwa ajili ya ujenzi wa madarasa, nyumba za walimu, vyoo, uunganishaji wa umeme na usimamizi katika shule mbalimbali mbali za sekondari mkoani Kigoma. Waziri Kairuki amesema kuwa kiasi hicho cha fedha ni kati ya zaidi ya shilingi bilioni sitini na saba nukta nane zilizotolewa nchi nzima katika mwaka wa fedha elfu mbili na kumi na nne, elfu mbili na kumi na tano kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu mbalimbali ya elimu pamoja na usimamizi. Mwandishi wetu Dokta Elias kutoka Kigoma ametutumia taarifa ifuatayo. Kairuki ametoa maagizo hayo wakati wa majumuisho ya ziara ya kamati ya bunge ya utawala bora na serikali za mitaa baada ya kutembelea katika shule ya sekondari ya Kirugu hapa mjini Kigoma. Sababu wote tumeenda Kirugu na tumeshuhudia. Zimetengwa milioni 15 kwa ajili ya umeme. Wao walisema wanahitaji shilingi milioni nane. Lakini tunajua mwaka wa fedha 2014-2015 ulisha pita na tumesikia maelezo hapa kutoka kwa mtaalamu wa TAMISEMI kwamba fedha hizi zimefanya nini? na maana niliuliza mara mbili mbili, unaomba, naomba sana sana sana tupate maelezo ya mkoa mzima jinsi bilioni mbili nukta nne sita zilivyotumika kwa ajili ya fedha hizi zilizotokana na s. Tumeona kwamba wamepewa milioni hamsini na tatu katika shule ya Kirugu katika swala zima la vyoo pamoja na umeme. Tungetarajia sasa hivi katika shule ile umeme ungekuwa upo na tusingepata taarifa ambayo zimeipata. Hali kadhalika wajumbe wa kamati ya bunge ya utawala bora na serikali za mitaa wakiwa mjini Kigoma, wametembelea miradi mbalimbali mbali ya maendeleo, zikiwamo barabara na vituo vya mabasi vilivyojengwa kupitia miradi ya kimkakati katika miji yote. kwa hali ya huyu anayemaliza kazi aliyemaliza kazi yake, kwa kweli kazi ni nzuri, na fedha iliyotumika inalingana na kazi ya quality ya kazi iliyofanyika. Pia wameshuhudia uhawilishaji wa fedha za mpango wa awamu ya tatu ya tasafu katika mtaa wa Mikese mjini Kigoma. Sijapokea hata siku moja, sina mtoto sina niomba ya pekee yangu. Sasa kuna yule mama aliyesikitisha pale kwamba yeye ni mzee karibu miaka mia moja naweza nikasema hivi, lakini katolewa kwenye mradi huu. Kwa hiyo ni vizuri hata madiwani wakienda kwenye mikutano yao pia nao waseme kwamba jamani, Tasafu hii mlengwa kabisa ni mtu mwenye umri kuanzia umri fulani na ambaye hajiwezi. Sasa tukiwaachia Tasafu wakafika kila eneo, inawezekana hata kwenye vitongoji toka Kigoma. Mimi ni Dr. Elias wa TBC.